Mayele amkabidhi Mol sifuri kwa jezi yake baada ya mchezo dhidi ya APRF na wapinzani wao, kulishuhudiwa tukio la kugusa moyo lililowaacha mashabiki wengi wakizungumza. <coughs> Mshambuliaji nyota Mayele ambaye mara nyingi huchukuliwa kama moja ya wachezaji wa kuogopwa barani Afrika, alionyesha upande wake wa kipekee wa utu na heshima kwa wenzake wa soka. Baada ya dakika tisini za mapambano uwanjani, Mayele alimwona mchezaji mwenzake Dutapel Moloko akiwa jukwani akifuatilia mchezo. Wakati ambao wengi walikuwa tayari wakielekeza fikra zao kwenye matokeo ya mchezo na tathmini ya mbinu, Mayele aliamua kufanya kitu cha tofauti kabisa ambacho kimegusa nyoyo za wengi. Alitembea moja kwa moja kuelekea jukwani na kumpa Moloko jezi yake aliyokuwa ameivaa uwanjani. Tendo hili dogo kwa macho ya wengine lilikuwa na maana kubwa sana kwa sababu linawakilisha mshikamano, upendo na heshima ya ndani ya familia ya mpira wa miguu. Lakini ni nani huyu Dukapel Moloko? Huyo ndiye winga wa Kongo aliyejiunga rasmi na FCAS Kigali kwa mkataba wa mwaka mmoja. Anajulikana kwa kasi yake ya radi na uwezo wa kuvuruga mabeki kwa chenga zake kali. Mashabiki wa Rwanda wanatarajia kumwona akiwasha moto uwanjani, lakini jina lake pia lina kumbukumbu kubwa kwa Watanzania, hasa wapenzi wa Yanga SC. Moloko alijiunga na Young Africans SC mnamo Agosti 2021 akitokea AS Vita Club ya DR Congo. Ndani ya kikosi cha Yanga alicheza bega kwa bega na mshambuliaji hatari Fiston Mayele wawili hawa walikuwa tishio lisilozuilika kwenye ligi kuu bara. Mashabiki walimpenda kwa jinsi alivyoleta kasi, krosi za hatari na nidhamu ya kiufundi kila alipokuwa uwanjani. Baada ya kuondoka Yanga, safari yake ilimpeleka Libya kujiunga na Al Sadada Shahat sita Januari 2024. Kisha alihamia Irak na kusajiliwa na Diala sita mnamo Agosti 2024 kabla ya kujiunga tena na ES Mostaganem ya Algeria Februari 2025 kama mchezaji huru. Hatimaye mnamo Julai 2025 FC AS Kigali ikamtoa kwa matumaini ya kuongeza nguvu ya kushambulia kwenye ligi ya Rwanda. Moloko ni aina ya mchezaji anayeweza kubadilisha mwelekeo wa mechi kwa dakika chache tu. Ana kasi, ana ubunifu na ana uwezo wa kuamua mechi kubwa. Yanga walimjua, mashabiki wa Tanzania walishuhudia ubora wake na sasa ni zamu ya Rwanda kushuhudia moto wake mpya. Swali kuu ni je, ataweza kurudia makali yake aliyoyaonyesha katika Kariakoo Derby na kuyahamishia Kigali? Wakati pekee ndio utakaotoa majibu, lakini mashabiki tayari wana hamu ya kumwona akicheza. Haikuwa tu ishara ya ukarimu, bali pia ilikuwa ujumbe wa wazi kuwa soka sio tu ushindani mkali na matokeo ya alama, bali pia ni uwanja wa urafiki, mshikamano na kuonesha moyo wa kiutu. Mashabiki waliokuwepo uwanjani walishuhudia tukio hili na wengi walionekana kushangilia kitendo hicho kwa makofi na furaha. Hii ni kwa sababu soka lina nguvu ya kipekee ya kuunganisha watu bila kujali mipaka ya kitaifa, kikabila au klabu wanazoshabikia hata wale waliokuwa wakisikitishwa na matokeo ya mchezo walipata faraja kuona kwamba wachezaji wao bado wanadhamini urafiki na heshima zaidi ya ushindi pekee. Katika ulimwengu wa soka ambako mara nyingi hadithi kubwa huzunguka mbinu, matokeo na majina makubwa, kuna umuhimu wa kukumbusha kwamba mchezo huu pia unahusu maadili, mshikamano na kupeana